nataka nijue Raila ni miraa anafichwa, alafu tunaletewa habari yeye amekufa. Tunajua sasa sahizi tuna hata Nairobi tumesema no work as usual, na niko hapa na jeshi bu, ni jeshi la baba yes. Leo tunasema tunaomboleza in peaceful yes. Na hii mambo jeshi wananiambia wa niwatumie message ya kwamba hmm, sherehe ndo tumeanza baba, lazima tujue ako wapi, hata kama ko India, sherehe tutakuwa napiga shughuli tu, yeah, kila siku mpaka siku yenye baba atazikwa, au sio?